Imani ya kutembea katika baraka ulizopewa. Watu wa Mungu, kuamini tu sio inshu, yani mtu kuwa na imani juu ya Yesu Kristo, hiyo siyo inshu, yani sio kitu ambacho ni kikubwa na cha muhimu, lakini inshu ni namna ambavyo imani yako uliyoipokea ndani ya Yesu inavyoweza kukufanya utembee katika baraka namna ambavyo imani juu ya Yesu Kristo inavyoweza kukufanya uziishi baraka zako. Hiyo ndiyo imani ambayo ni sahihi. Ukiwauliza watu wengi leo, wanakwambia mimi tayari nina imani, nimempokea Yesu, ninaweza kufanya kitu fulani, ninaweza kufanya huduma, lakini namna ambavyo anaishi kwenye eneo la mafanikio na imani yake havina uhusiano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Imani inapaswa ikupe nguvu ya kutembea katika baraka, na ninapozungumzia habari ya baraka, maana yake ninazungumzia habari ya hatima yako, yaani hatima kwenye ndoa, hatima kwenye uchumi, hatima kwenye kizazi, hatima kwenye huduma. Hiyo hatima... maana yake ni blessings, ni baraka. Kwa hiyo imani yako inatakiwa iwe na nguvu ya kukukimbiza au kukufanya utembee kwenye baraka hizo ambazo Mungu amekukusudia. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine, walimu wengine wamefundisha kwamba imani ni lazima iwe na matendo. Matendo ndio maana, katika Yakobo mbili kumi na nne hadi ishirini na sita Yakobo mbili kumi na nne hadi ishirini na sita unaona tumishi wa Bwana Yakobo anafundisha kwa habari ya nguvu ya imani inayoweza kumfanya mtu atembee kwenye viwango vya baraka, akatolea mfano ya watu wawili akasema imani ni lazima iwe na matendo. Maana yake when you believe on Jesus, maana yake ni lazima uone matendo yatokanayo na wewe kumwamini Yesu Kristo. Yakobo 2:14 hadi 26 tenda kusoma kwa kutulia nyumbani kwako. Lakini naomba niseme kitu hiki kwamba mahali hapo neno la Mungu linatupa mfano wa watu wawili. Mtu wa kwanza ni Ibrahim, alitembea na imani yenye baraka alipokubali kumwachilia mwanaye, soma kwenye kitabu cha Mwanzo awe sadaka akaamini kwamba okay, imani yangu ni lazima isukumwe na sadaka, ni lazima iwe na vitendo, ni lazima iwe na miguu, ni lazima iwe na kitu, itende kitu fulani. Lakini mfano wa pili ni Rahabu yule kahaba, kusema kwenye hicho kitabu, mfano wa pili ambao unazungumzwa hapo ni Rahabu yule kahaba. Neno la Mungu linasema Rahabu ambaye alikuwa ni kahaba alitengenezewa au alijimalisha kwenye imani juu ya Mungu, hata akawaficha watakatifu wa Bwana, hata akawalinda watakatifu wa Bwana, kwa maana y watumishi, akawalinda, akawa ni maana yake, imani ile imekwenda kwenye vitendo ili itengeneze kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Sikiliza mtu wa Bwana, haupaswi kuishi kwa kuamini tu kwa kuamini tu kwamba Yesu amekuokoa, Yesu amekupenda, lakini sasa ni lazima imani yako ikusaidie kukupeleka katika kuziishi baraka zako, ikusaidie kukupeleka katika kuishi kwenye baraka. Maanake kama Mungu amesema unatakiwa uwe tajiri ni lazima imani yako iwe chanzo cha kukupeleka kwenye utajiri. Kama ima, Mungu amekusudia uwe mtu ambaye unamiliki ndoa ambayo ni ndoa ya furaha na ya amani, na ndivyo ilivyo kwa wana wa Mungu. Ni lazima imani yako isiishie tu kwenye kuokoka, ikupeleke kwenye kumiliki ndoa ambayo ni safi, ikupeleke kwenye kumiliki watoto ambao ni safi, ikupeleke kwenye kumiliki afya ambayo ni safi. Bwana Yesu wasifiwe. Mungu alinipa spiritual definition. Spiritual definition definition maana ya imani kiroho. Unajua watu wengi wamejifunza kwenye Waibrania kumi na moja kwamba ibas imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ngoja nikwambie leo, ebu futa hiyo tafsiri, uanze tafsiri nyingine upya itakayoendana na hatima yako na baraka zako. Neno imani kwa kawaida lin, lin, linaitwa lin, tegemea maana yake kutegemea, linaashiria kitu kinachoitwa kutegemea, na kwenye kutegemea kuna vitu viwili sikiliza. Cha kwanza, imani ambayo ni kutegemea, ni lazima ikutengenezee kitu ambacho ni kuamini kutoka ndani kwamba kitu hiki kinawezekana. Kwamba ukishika fedha, fedha hii haiwezi kuliwa na bukula wala chuma ulete. Imani yangu inanionyesha hii ni fedha, kwa sababu imani ina sifa kuu tatu. Usikiliza, sifa ya kwanza ya imani, ina macho, imani inaona, unaweza hu hu huoni. Kuna ndio maana hapa, wakati nasema kwamba wiki ijayo, nawambia wiki ijayo, mimi ninaona kwamba wiki ijayo wanatakiwa watu wafanikiwe, biashara zao zilizokufa ziinuke kupitia mbegu hii. Mimi ninaona kwa sababu kazi ya kwanza ya imani ni kumuonesha mtu kwamba kuna mahali anaenda, hata kama wengine hawaoni, wasiokuwa na imani. Bwana Yesu wasifiwe! Lakini kazi ya pili ya imani au sifa ya pili ya imani ni kuwa, ni kuwa na mdomo. Imani inaongea, imani inaongea, imani inasema ina uwezo wa kutamka vitu kwenye ulimwengu wa roho, ina uwezo wa kuprofesai, ina uwezo wa kutouch maisha ya watu. Imani, anza kuishi kwenye imani ambayo inakuletea udhihirisho wa hatima yako, imani ambayo inakusukuma kwenda kuishi kwenye baraka za kwako. Usiwaambie watu mimi nimeokoka, wanajua umeokoka, lakini wanataka waone nguvu ya imani itakayowadhihirishia kwamba we umeokoka. Usiwaambie kwamba mimi ninaimba, mimi ninaomba. Wanataka waone kiwango chako cha kuomba kilete udhihirisho, na kitakachosukuma udhihirisho ni imani. Mnanielewa kanisa la Bwana? Mnanielewa kanisa la Bwana? Ndio maana kwenye ile kwenye ile. Ile ambayo ya kwanza ambayo ni kabisa, Yakobo mbili anasema mtu mmoja anasema mimi nina imani, mwingine anasema mimi nina matendo eh, wakaa wanabishana kati ya imani na matendo, ni kipi ni kipi ambacho kinaweza kikawa na hapana. Ah, ni lazima ukiwa na imani ije kwenye matendo, itafsiri matendo ili watu waone. Acha kusema kwamba wewe ni mlokole halafu awaone wa chochote ndani yako, manake imani imekufa, haiko hai. Bwana Yesu wasifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanatamani waone wewe ni nani. Wewe unafanya hiki. Kwa nini uko hivi? Kwa nini unaishi? Watu waone. <tune>